Shemeji, kitanda mbona kiko sawa? Mbona sioni sehemu penye ubovu? Shem, na wewe bwana, yaani hata ujiongezi. Nimekwambia kitanda changu kina matatizo, njoo ukikazie. Sogea kwa hapa, acha kuogopa na wewe. Uh, unajua shem, mi mpaka naona aibu, sio kwa hayo mavazi uliyoyavaa. Shem, nakuomba na kama unasema kitanda chako kina sehemu ya kukazia basi nakuomba nipishe kidogo, toka kwa nje nikikazie mara moja. Naogopa sana shemeji yangu. Shem asa, mimi nikitoka ndani utajua tatizo la kitanda changu liko wapi? Ndomana nakwambia shemeji yangu, sogea hapa, hii ni kuonyesha hilo tatizo la kitanda changu liko wapi. Hapana shemeji, kwa vazi uliovaa mimi siwezi nkasogea hapo, na istoshe na mweshimu sana Asmani, na kama akija kusikia kwamba nimeingia chumbani kwako nadhani hata nielewa. Kwanza nimefanya makosa sana kuingia humu, lakini shemeji, ungetoka mara moja nirekebishe kitanda ili niondoke. Shemu jamani, shemu, kwaniwe kipi usichokielewa? Acha kuogopa ogopa bwana, na wewe kuwa bwana kama romantiki bwana mimi na kitu bwana, nakihitaji. Kwani wewe wimbo ule wa sona na kontra hujausikia? Mimi ndio hicho ninachokihitaji. Ndio maana nakwambia, sogea hapa, shemu, uje ukikazie kitanda. Au mi sivutii au mi sio vitu vyako shemu? Wewe unataka nikuonyeshe mpaka vitendo gani ndio uelewe? Usio mgumu kuelewa, basi ndui, sogea hapa, shemeji yangu, sogea basi. Na wewe kuwa basi mwelewa wa haraka. Unajua, hembu niangalie vizuri. Au unataka mpaka nikuonyeshe vitendo, siyo? Uh, shem, unajua mimi sikuelewi. Mara useme umesikiliza wimbo wa sona kontawa, mara shem, mi unanionaje? Sijui mimi sio vitu vyako mimi mbaya. Hapana shem, mbona mi sijawahi kukumaanishia kukusema wewe mbaya. Wewe ni mzuri tu shemeji yangu, tena uko vizuri tu, hajakosea kukuoa rafiki yangu. Na shem ningependa ni tu unipishe tu niweze kukazia kitanda niweze kuondoka, na sielewi kwa hicho ulichokimaanisha ulikuwa unamaanisha nini? Shem, kama unajua kumbe mimi ni mzuri, kwa nini sasa unashindwa kunielewa hichi ninachokitaka? Shemeji, na unaona kabisa hizi nguo nilizovaa ni za mitego, hujiongezi? Kwa nini shemeji, mimi nataka Acha tu nikwambie ukweli, mi nachokitaka ni hichi. Nataka uichape uje uikandamize kisawasawa, yani uje unipige mpaka nizimie, yani ikandamize hadi nihakikishe nashindwa hata kupumua. Shemeji, mi nilikuwa nakutamaniki kitambo sana, sema tu ndo vile tu mme wangu alikuwa ananibanabana, sipati kuonana na wewe. Sasa hivi kaondoka tumepata nafasi shemeji, njoo jimwae mwae kwenye mwili wangu. Mimi nataka uje uikandamize na sio vingine, hakuna cha kukazia kitanda wala kakake na kitanda. Wewe njoo uikandamize shemeji, yaani hakikisha unaikamia mpaka nipepee na feni, kama sio feni basi ni ipepee na kipepeo shemeji, sogea hapa. Unajua nini kitatokea? Ni wewe kugusa neno subscribe na kuwasha kengele na kubonyeza mshale wa kushare kwa ndugu na jamaa na marafiki. Asanteni sana.